Katibu tawala mkoa wa Tabora, daktari John Mboya amesisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa wananchi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akibainisha kuwa jamii ndiyo mhimili mkuu wa mafanikio ya mipango yote ya kijamii na kiuchumi kwenye halmashauri. Kwa hiyo sasa, nyiye ndiyo kiungo cha serikali kati ya serikali au kati ya wizara au sekta inayotoa zile fedha na wananchi, kuhakikisha kwamba wanashiriki vizuri katika utekelezaji wa, wa miradi na katika kufanya hivyo lazima, lazima mtoe msaada wa kitaalamu kwa jamii kuhusu e, ile mbinu ya fursa na vikwazo vya maendeleo, kuangalia vikwazo vilivyopo na kuandaa mipango shirikishi ambayo kuanzia mwanzo wananchi wanakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa ile mipango. Mfano wa Japani, Japani wanafanya vizuri sana kwenye eneo hili OD OD, e, wanafanya vizuri sana ndio mpango ambao tuna, tunao nchini wa wa kuhakikisha kwamba wananchi wanashirikishwa. Kwa hiyo wakati wa mchakato wa maandalizi ya bajeti, wananchi lazima washirikishwe. Kwa hiyo sisi serikali lazima tutambue zile juhudi, na tunapopanga bajeti ile ile ile miradi ambayo wameibua wao, tusiiache. Kwa hiyo lazima tubadilike kwenye eneo hilo. Tunapofanya bajeti, tunapoandaa bajeti, tuhakikishe wananchi wetu wanashirikishwa ipasavyo kuanzia kule chini. Akizungumza kwenye mkutano mkuu wa wataalamu wa maendeleo ya jamii wa mkoa wa Tabora uliofanyika katika chuo cha ualimu Tabora, TTC, Daktari Mboya amesema wataalamu wa maendeleo ya jamii wana wajibu wa kuratibu na kuhakikisha ushirikishwaji wa wananchi unafanyika, pamoja na kuwapatia uelewa wa umuhimu wa wananchi kushiriki katika miradi hiyo, kwani wao ni kiungo muhimu kati ya serikali na wananchi. Ni waombe mkemee sana vitendo vyote vinavyokinzana na maadili ya Mtanzania, na zipo NGOs pamoja na CBOs hizi asasi ambazo sio za kiserikali kwenye maeneo yenu, fuatilieni kazi zao wanazozifanya kwa ukaribu sana, na mhakikishe mnakutana nao na mwaite wafanye, watoe taarifa ya kazi wanazozitekeleza kule kwenye kwenye ngazi zenu, ili kama kuna ambayo kwa kweli wanafanya ndio ambayo haendani na maadili ya kitanzania, e, muweze kutoa taarifa ili tuweze kuwafutia bila, bila kupoteza muda na kusanyeni ushahidi ili tuweze kuchukua hatua ya kuwafutia haraka. Hatuhitaji NGO ambayo inavunja sheria taratibu na miiko ya kitanzania eh, kwa sababu haya yote yanakatazwa kwenye sheria zetu. Kwa hiyo mkikutana na hawa ambao wanafanya kazi ambazo zinakinzana na maadili ya kitanzania Ee, mwataarifu maafisa wetu wa maendeleo ya jamii. Kwa upande wake, Monika Yesaya ambaye ni afisa maendeleo mkoa wa Tabora ameeleza sababu za wananchi kujitokeza hususani katika fursa za kimaendeleo ikiwemo uchukuaji wa mikopo na uanzishwaji wa vikundi. Changamoto ipo, unajua, masuala ya elimu ni swala kwamba huwezi kusema kwamba unatoa elimu ikafikia kwa asilimia mia. Kwa hiyo na jamii kubadilika ni taratibu. Mwingine utamweleza atasikiliza, mwingine utamweleza atafanyia kazi, lakini mwingine utamweleza na ataishia pale pale. Kwa hiyo wananchi wako tofauti. Kila halmashauri kuna maafisa maendeleo ya jamii ambao wako mpaka kwenye levo ya kata. Sasa kule kwenye kata pia wanaenda mpaka kwenye vijiji, kwa hiyo elimu inawafikia kwa asilimia kubwa. Nao maafisa maendeleo ya jamii ambao wameshiriki kikao hicho wanaeleza namna ambavyo kimekuwa na tija pamoja na mipango mikakati walionayo katika wa kuhakikisha kwamba wanakwenda kutatua kila changamoto zinazoikumba jamii. Kama maafisa maendeleo, tunaweza tukaenda na fursa mbalimbali kwa jamii ambazo zinatolewa na serikali, lakini baada ya kuifikia jamii, naweza kujikuta kwamba kuna mwamko mdogo wa kuchukulia kwa ukubwa zile fursa zilizopo kuna fursa baadhi ambazo wanazifahamu kwamba kuna mikopo ya wafanyabiashara, lakini wakiamini kwamba ni wafanyabiashara wakubwa, hawajui kama kuna mikopo ya wafanyabiashara wadogo pia, lakini hawajui kama kuna mikopo ya vikundi kwenye mabenki o kwa kupitia hiki kikao pia tunaweza kuwapa elimu wakagundua kwamba kuna fursa, wakiwa kama vikundi wanaweza kupata mikopo hii na ikaendeleza kwenye maisha biashara zao. Nikiripoti kiripoti kutoka mkoani Tabora, Michael Samuel George, na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kwa Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tzd. Shukrani.